Ndugu zangu wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa taala, ambaye kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa taala ametupa hukumu na maamuzi ya kuwa sisi ni mandugu Waislamu wote kwa ujumla. Uislamu wetu na imani yetu ndiyo sababu ya udugu wetu. Akasema Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, almuslimu ahulmuslimi, mwislamu ni ndugu wa mwislamu mwenziwe. Kwa mantiki hii, hakuna sababu ya mwislamu kumkwepa mwislamu mwenziwe kwa sababu ya udugu waliokuwa nao na thamani ya udugu, kama anavyotweleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ni pale Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam alipopewa majukumu mazito na Allah subhanahu wa Ta'ala ya kwenda kwa Firaun kumlingania Firaun, akiwa anajulikana Firaun ni muuaji, Firaun ni mpigaji, Firaun ni mtesaji. Nabiyullahi Musa hakuona mtu yoyote ambaye ataweza kumwomba Allah subhanahu wa Ta'ala awe ni sapota kwake isipokuwa ni Nabiyullahi Harun, na lugha aliyoitumia Allah anasema Nabi Musa alimwambia Allah subhanahu wa Ta'ala, wa akhi Harunu huwa afsah minni lisana farsilhu fa maya ridan yusaddiquni inni akhafu an yukaththibun, ya rabbi, nakuomba ndugu yangu Harun, yeye ana ulimi uliokuwa na fasaha zaidi kuliko mimi, naomba unitume pamoja naye ini akaniswadikishe, kwa hakika mimi naogopa hawa watakuja kunikadhibisha mimi. Allah subhanahu wa taala akamwambia, sana shuddu adudaka bi akhika Musa, usiwe na wasiwasi, sisi tutakazanisha mkono wako, yani tutakusupport katika dawa, tutakupa nguvu kwa kupitia huyu ndugu yako, usiwe na wasiwasi. Wanasema maulama rahimahumullah taala, tunapata funzo kubwa la thamani ya udugu, na kuonesha thamani ya udugu ni Allah subhanahu wa taala aliposema siku ya Kiyama. Jambo la mwanzo alilolitaja kwamba watu watakapokuwa wanakimbiana, alisema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yafirru almar'u min akhihi, siku hiyo mtu atamkimbia ndugu yake, kisha ndo baadaye wakatajwa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa kadha, lakini kwanza kabisa Allah anataja kitu Akh. Kigonge katika masikio ya mtu kwamba yule ndugu yako wa thamani kwako katika maisha ya dunia mkono kwa mkono wa mwanzo ndiye ambaye utamkimbia kwa uzito wa siku ya kiama. Basi tukilifahamu hilo kwamba ule uhuwa, ule udugu una thamani kubwa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akautaja katika mazingira kama hiyo, basi tutafahamu ya kwamba kuna uzito mkubwa wa udugu kuliko wa kuzaliwa, udugu aliyotofaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni udugu wa kiimani udugu wa Kiislamu ambao unahitaji mahaba ya hali ya juu. Na katika mambo ambayo yanajenga mahaba baina yetu Waislamu, ni kitu ambacho kimeachwa na Waislamu wengi hivi sasa, na kwa masikitiko makubwa shetani amekipamba kuonekana kuwa ni dini, kukifanya ni kule kuacha kutoleana salamu na kukutana kwa uso wa bashasha baina ya Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, haimtoingia peponi mpaka muumini, na hamtoamini mpaka mupendane Je, ni si kujulisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana baina yenu? Masahaba kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, bala ya Rasulullah. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, afshu salama bainakum, enezeaneni salamu na mkikutana kutaneni hali ya kuwa wajhuka ilayhi mumbasit, uso wako una bashasha mbele ya ndugu yako mwislamu. Hili litafanya mapenzi yaje baina yetu, hili litafanya udugu wetu kila siku uwe unakuwa na, kwa sababu hiyo ndiyo Waislamu kila baada ya muda watakuwa wanapiga hatua kwenda mbele na mambo yao yanakaa sawasawa. Likiachwa hilo, mapenzi yataondoka, uadui baina ya Waislamu unakuja na udugu unapotea, na ukipotea udugu basi hatimaye hapo, maendeleo hakuna katika jamii ya Kiislamu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakwenda kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alaina ghadban. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin. Ili uwe wa kwanza kupata na kuangalia vipindi vyetu mbalimbali, makala za kuvutia, matukio na mawaidha, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare katika YouTube channel yetu kwa kuandika Suleiman TZ Online TV.